Kennedy alikuwa mmoja wa matajiri maarufu Dar es Salaam um, alimiliki kampuni tatu kubwa za vifaa vya ujenzi, magari ya kifahari na nyumba kubwa Mbezi Beach yenye bustani ya kisasa na bwawa la kuogelea. Alikuwa mnyenyekevu mwenye nidhamu kali na mara nyingi alisema, sihitaji mapenzi, wanawake huvuruga ndoto za wanaume. Lakini hakujua kuwa jambo alilolipuza ndilo lingemgoa kwenye kiti chake cha enzi. Sehemu ya dua Janeth alikuwa msichana wa miaka 23 kutoka Mbeya, aliletwa na agent kama dada wa kazi. Alikuwa mrembo, mpole, mnyenyekevu na mchapa kazi, alijua kupika, kusafisha na kuandaa kila kitu kwa makini. Kwa muda Kennedy hakumjali kabisa, lakini siku moja alipomwona akiwa amevaa dera jekundu, mwanga wa jua ukimulika uso wake, alishindwa kujizuia. Janeth, umependeza sana leo. Moyo wake ukaanza kuyumbishwa na hisia ambazo hakuwahi kupanga. Baada ya miezi miwili Kennedy alianza kurudi nyumbani mapema, si kwa ajili ya kazi, bali kwa ajili ya Janeth. Akampeleka salon, akamnunulia perfume ya bay, akawa anampa posho ya kila wiki. Janeth akaanza kuvaa vizuri, akaacha mavazi ya kazi. Wageni waliuliza, huyu ni dada wa kazi au mke wa tajiri? Kennedy alijibu, msichana mwenye roho nzuri anastahili kuheshimiwa. Siri inavuja. Usiku mmoja Mfanyakazi mmoja wa kampuni ya Kennedy alifika ghafla nyumbani akamkuta Janeth sebuleni akiwa na nightdress ya hariri, wine mezani, akiwa anacheka kimahaba. Kennedy alikuwa bafuni. Habari zikasambaa haraka, yule tajiri wa Mbezi anaishi na dada wa kazi wake. Heshima ya Kennedy ikaanza kushuka, wateja wakakimbia, washirika wakajiondoa. Sehemu ya filmu. Kennedy alimpa Janeth mamlaka kamili, alikuwa na waamrisha walinzi, wapishi na hata kutoa maamuzi ya nyumbani. Kennedy akaamua kuuza nyumba kubwa na kuhamia Mikocheni akisema, nataka utulivu na maisha ya kweli na mpenzi wangu. Mpenzi wake wa zamani ambaye alimsaidia kujenga kampuni akaondoka, umechagua dada wa kazi badala ya ndoto zako, heri njema. Sehemu ya biashara zikafa. Kennedy akaanza kuwa na madeni, marafiki wakamtupa akawa anakaa nyumbani mchana kutwa akinywa pombe kimya kimya. Siku moja akarudi nyumbani bila taarifa, akamkuta Janeth sebuleni akicheka na kijana mwingine mweupe mwenye tracksuit ya kifahari. Janeth, huyu ni nani? Janeth akasema kwa sauti ya dharau, huyo ni mpenzi wangu wa zamani. Wewe bila hela huna mvuto, umekuwa mzigo. Kennedy akakaa sakafuni akiwa haamini alichosikia. Uh, Sehemu ya 7: Maisha ya Tabata. Alihamia kwa mdogo wake Tabata. Alikuwa na fulana tatu, suruali mbili. Kampuni ikafungwa, magari yakauzwa. Janet aliendelea mbele, alihamia Masaki kwa tajiri mpya, miliki wa hoteli na miradi ya ujenzi. Instagram yake ilisomeka, kutoka vumbi hadi almasi. Level up, blessed. Sehemu ya 8. Uh, baada ya miezi ya machungu, Kennedy aliamua kuamka. Alienda internet cafe na elfu tatu ya mwisho akachapisha proposal zake za zamani. Siku chache baadaye alipokea simu. Hujambo Kennedy, ni mimi Maureen, HR wako wa zamani. Nimeona mradi wako mpya, kuna mteja mdogo anahitaji huduma zako, unaweza kuanza pale. Moyo wa Kennedy ukajaa matumaini, akajibu kwa tabasamu, niko tayari. Miaka miwili baadaye, Kennedy alikuwa amefufua biashara yake, alipewa nafasi ya kuhutubia mkutano wa wawekezaji Serena Hotel. Baada ya hotuba yake alikutana na mwanamke aliyekuwa amevaa miwani mikubwa na shungi kichwani. Kennedy, tafadhali, ni mimi Janeth. Kennedy alidua. Janeth alikuwa amezeeka ghafla, alikuwa mchovu, macho yamezama na sauti yake haikuwa na ule ujasiri wa zamani. Gilbert aliniacha, sina kazi, sina pakuishi, tafadhali nisaidie. awisho wa kusimua. Kennedy alimwangalia kwa sekunde chache, kumbukumbu kumbu zote zikamjia lakini moyo wake haukuwa na chuki, ulikuwa na utulivu. Akatabasamu kwa upole, nimekusamehe lakini nimejifunza, si kila sura nzuri na moyo mzuri. Akamgenzi wake mpenauli aende salama. Akaondoka kwa mguu thabiti, akiwa si tajiri wa fedha tu, bali tajiri wa hekima. Somo la simulizi, siyo kila anayekutabasamia anakupenda kweli. Baadhi ya watu wanapenda kile ulicho nacho, si wewe.